Jina yangu naitwa Elias Machupa Ruhomo, mkazi wa kijiji cha Ngwale. Changamoto bwana kubwa ni wakulima na wafugaji, hiyo ndio changamoto kubwa. Hii mwaka juzi nimefiwa na mtoto wangu, amemuua wa kwenye mwezi wa tisa tarehe 26 wao wamemuua hapa hapa kijijini. Kesi imeendelea hiyo, nifuatia mpaka nimechoka mpaka basi, sifahamu kwa kuwa imeendelea imefikia wapi, wamemtoa bado yuko mule tukaendelea hivyo mpaka tarehe moja mwezi wa mwezi huu tarehe moja siku ya sikukuu, hapa hapa nilipokaa, akaja masae na, na mjukuu wangu wanakuja wanakimbizana mpaka hapa, si tunakula mpaka ugali wote ukamwagiwa, na kisu mkononi, moja kwa moja mpaka pale kwenye kijiwe. Yule hakufanyiwa kitu chochote na alafu tena angalia kwenye mashamba mashamba hivyo unaona hiyo mbuga, lakini mchana usiku mifugo mchana usiku, kila tunalolifanya hakuna kinachoendelea. Ile ndio changamoto kubwa sana, wakulima na wafugaji wenzetu. Wafugaji wana uwezo wanatua ovyo, lakini sisi hatuna uwezo. Jamii yao ambao wa wafugaji mfugaji ndio mmoja akatua mwanangu Frank na yeye atataka kumuua mjukuu wangu, na, na wafugaji hao wanajulikana, wanajulikana wanafanyikana biangu wafugaji na wakulima watuweke sawa, sasa hivi waondoke, waondoke, mbona wakulaje na wakulima. Tunapenda serikali ije tuweke sawa, kwa sababu sisi wakulima, wafugaji, wakulima tunanyanyaswa na tunaonewa kiasi cha kutosha, tunauawa, alafu tena tunatiswa visu, sasa tuna uwezo. Jina naitwa Bernard Kwenda Kwa Zuga Zuga, mimi ni mkazi wa hapa hapa, nimezaliwa hapa hapa mpaka sasa hivi nashangwa hapa hapa. Sasa hapa tuna changamoto, changamoto kubwa sana sana, wafugaji Yaani hao wafugaji kweli ni hatari sana. Hata wewe mzee aliyepita hapo mjukuu wake si ndio tulimponya tulikuwa pale kwa kizindani cha boda pale. Kama sio sisi na mtoto wenyewe yule pale. Maana kama sio sisi. Yaani yule mtoto angekuwa amekufia pale. Lakini kwa kuwa tulikuwa wengi pale tulimwambia akae chini kweli alikaa chini ndio yule mfugaji kaja na kisu chake. Mpaka tulimkemea na kile kisu akaachia. Yaani hiyo mifugo unaiona huko inasambaa haichungwi siku mchana. Tunajitahidi kuweka nyaya lakini zile nyaya wao wenyewe akija wanakata wanaruhusu ng'ombe waingie. Sasa basi, hizo kamati alizosema mwenyekiti pale za maridhiano, kamati ipo, lakini ile kamati naye pia haifanyi busara kama ilivyo, sababu kuna kipindi fulani tuliiliwa wote pamoja na yule mwenyekiti wa kamati, lakini yeye kaja kalipwa, sisi wengine hatukulipa.